Unaona, kama ni mtu mzuri tu, mbona yeye ananiambia ya kwake, kwa nini mimi nisimwambie ya kwangu? Hapo. mbona yeye ananisaidia, kwa nini mimi nisimsaidie? Mm. kumbe wao Sawa. wanaweza wakakusaidia. Ndio. lengo wanatafuta pesa yako, siku ukimpa pesa yako Hapo. akaikamata mkononi Apo, Apo. anaenda kufunga uchumi wako, amefaulu kukuangusha e, e, e, e, e, e, e. Yes. Ndio, kwa maana si kila mtu anaye anayekuonesha ni muhitaji wa kumpa pesa yako, sio. Kama anataka mnunu chakula, mnunulie chakula hapo hapo. Yes kama anataka nguo, nguo na nguo zako unasikia kumpa. Amen. Zitakase kwa maji matakatifu. Amina. ya maombi umpe. Amen. Ukimpa vile vile kabla hazijamiminiwa ma, ma, mafuta. Ndio. Wanaenda kutumia kwa sababu nguo yes. inawakilisha mtu. Jasho lako, jasho linaingia kwenye nguo yako kabisa kabisa, mahali nguo yako ilipo inanuka harufu yako. Ndio. na majeshi ya pepo Sao hawafati mtu kwa jina Ndio. wanafata kwa harufu. Kumbe. jasho lako oh. yes. Yes. Yes. mchawi na mganga ndiye mpaka atafute jina lako, mm. ila mapepo yanakujua kwa harufu yako, harufu, harufu. jasho lako. Maanake oh, yes. ukimpa mtu nguo yako sawa, ana uwezo anaweza. akafunga aka na kuharibu maisha yako kupitia nguo yako au wakatuma majeshi ya pepo. Oh, yes. wale ambao mnaazima watu nguo, alafu baadaye unarudi kuvaa wewe. usifanye kosa hilo kwenye maisha yao. asante mwalimu yes. wengine nguo hawaendi kuvaa, ndio. hata wakivaa wanajipiga picha waone kama wamevaa, kumbe ametumwa na mganga, akishapeleka kule ikafanyiwa vitu yes. ndio anakurudishia

ukivaa kununua tena nguo kwako itakuwa kazi. Kazi kwa sababu wanapiga uchumi wako. Ndiyo. unaanza kustrago. Oh, yes. kama mahali pesa ilitoka. Sawa. kama ni mume alikupa pesa Ndiyo. ukanunua hey. kama ni ofisi ulikuwa unafanyia kazi ukapata mshahara, yes. ofisi kunatokea cha kutokea, yes. kazi inakwisha kabisa, kabisa. Kwa mume inakuwa matumizi tena hakuna, hakuna, mahitaji tena hakuna, hakuna. Ah. Nini kimetokea? Bwana Yes. Yesu ka piga sauti nisaidie. Watesi wanaovaa kimvuri cha nyoka ili kuandama kwa siri maisha yangu, piga kelele sema wapigwe na kufa. Inua sauti sema wapigwe na Sema Yesu, naomba nisaidie Yesu, naomba nisaidie. Leo oh, lazima tushughulike na hawa. Asante Bwana, washughulikiwe ama tuwaache washughulikiwe. Sasa leo ni hukumu, na hukumu sio ya mtesi mmoja manake, kuna watesi wenye viwiliwili na wasiokuwa na nini na viwiliwili wow. na hawa ni saba Yes. ah. Ni saba, ndio yes. Binadamu ndio, binadam. Ndio. Yes. Wanageuka, wanakuwa nyoka mm. Kile walikijua kwako ndio wanakigeuza. Wanakigeuza. Yes. Yale mazuri uliowatendea sasa, wanakugeuza wanayageuza, yanakuwa mabaya kabisa kabisa kabisa. Yale mazuri wanayafukia, wanakutafutia kosa kidogo na sasa inakuwa ndo kitu cha kukuangaisha mjini, cha kukuharibia mjini, oh yes. cha kukutesa mjini. Inua mikono, sema Yesu naomba nisaidie. Yesu naomba nisaidie, wote wanaonitesa wote wanaonitesa wote walioandaliwa wote walioandaliwa kutengeneza mateso kutengeneza mateso katika maisha yao katika maisha yao. Inua sauti, sema wapigwe, wapigwe, na wasiinuke tena, na wasiinuke tena katika maisha yao katika maisha yao. Ongeza sauti, sema Yesu nisaidie, Yesu nisaidie. Wako wengi. Zaburi mia na kumi na tisa na mstari ule wa mia moja na hamsini na saba naomba tusome. Kitabu cha Zaburi 119 na mstari wa 107. Ndio. Ninasoma kwa jina lake Bwana Yesu. 157. 157. Ndio. Ninasoma kwa jina lake Bwana Yesu. Mm. Wanaonifuatia. Wanaonifuatia. Na watesi wangu ni wengi. Na watesi ni wengi , sio mmoja. Lakini sikujiepusha na shuhuda zako. Lakini bado mimi sikujiepusha na shuhuda zako. Zako. Mungu yes, amepanga kukufanyia mambo mengi makubwa na wewe unajua, mm. Na wewe mwenyewe unafika mahali unasema kama si Bwana aliyekuwa pamoja na mimi. Oh, oh. Unazijua shuhuda nazijua, za mambo Mungu amekufanyia makubwa, makubwa, ila watesi wanaongezeka, wanaongezeka maadui. Oh. wanafanya nini? Yes. wanakufuatia ni, yes. Wana ni wengi, mm, wengi. Wanataka hata katika ile ile meza. Ndiyo. ambayo Mungu amekuandalia, yes. usile kwa amani kabisa. Kapisa. Usile kwa furaha. Ni kweli. Anasema waandaa meza. Mm mbele yangu machoni pa watesi wangu, wangu. Yes. Umenipaka mafuta na kikombe kinafanya nini? Kinafurika manake. Oh, yes. Mungu ameandaa meza sawa, meza ya uongozi, meza ya ukuu ipo. Ameandaa meza ndio, meza ya ofisi wewe. Ameandaa meza sawa, meza ya kazi na kiti cha kazi. Ameandaa meza Dio, meza ya ndoa Oho. Ameandaa meza Dio, meza ya chakula yes ya karamu ndio, lakini machoni pa nani? Pa watesi. Watesi wakiona maandalizi ya Mungu kwenye maisha yako yuko serikali zote za mbinguni malaika wako bize, wazee ishirini na wanne wako bize, bize, Yesu mwenyewe yuko bize, Roho <laughs> Mtakatifu yuko bize, wenye uhai wanne wako bize Bia, bize na maisha yako, wakiandaa meza e, na wao wanapanga e, kwamba waakikishe hautakula vizuri, waakikishe utasherekea vizuri yes, wakikishe utafurahia vizuri Bia. Nasema hivi pamoja na kuandaa pamoja na kuandaa vita ya kuinua mateso, na amuru leo washughulikiwe, wapigwe na wasiinuke. Mara ya ngapi? mara ya ngapi? Bwana, watu wanadhani Mungu akikuandalia chakula, yes, akikuandalia meza, mm, ndio maadui watesi ya watainuka. Wewe wao wanataka kula, utakula lakini utakula kwa furaha kabisa, kabisa, kabisa. Kupata utapata lakini hutapata kwa amani oh, maanake lazima watengeneze mateso fulani ya nafsi Ndiyo. Yes. lazima watengeneze mateso fulani ndio, yes. Yes lakini huna furaha mm, unapata lakini huna amani, hauna amani una amanima unapata lakini, yes, haujisikii vizuri ndio, rukaji usema hawatafanikiwa, hawatafanikiwa Piga sauti, sema hawawezi. Hawawezi kufanikiwa. kufanikiwa. Yesu naomba unisaidie. Yesu naomba unisaidie. Nimeona Mungu akikuandalia meza haya, akikuandalia mambo mazuri mwaka huu. Amen. lakini watesi wale ndio Sawa. Wapige mkono usisogelee meza <yed> wavuruge akili yako, <yed> wavuruge imani yako ili uondolewe mahali sahihi upelekwe mahali ambapo si sahihi. Nimepewa <yed> ah! <yed> fimbo ya <yako> kuwatandika <yed> na Jumapili tunamalizana nao <yed> jumla jumla yed> jumla jumla Unashangaa, umeletwa kwenye uwepo wa Mungu. Sawa, umeomba sana, sana, umefunga sana.